Mu thani sehemu ya pili. Katika mambo ambayo Mtume aliyaacha hakuyafanya ni yale mambo ambayo Mtume sallallahu alaihi wa sallam aliyaacha, yani hakuyafanya maa wujudi lmuqtadhi, pamoja na kuwepo sababu ya kuyafanya, yani sababu ya kufanya ipo, lakini Mtume hakufanya, lakini wujidal mani'u kuna kizuizi ambacho kimemzuia mtume kufanya, alaihi salatu wassalam. Sasa fa fi'luhu ba'da zawali al-mani'i sunna, kufanya jambo hilo baada ya kuondoka kizuizi ni sunna. Yani mtume alipotaka kufanya hakuweza kufanya kwa sababu kuna jambo lilimzuia. Mfano wake ni nini ayuha lahiba? salatu tarawih salatu tarawehi, ayuwal ahiba, Mtume sallallahu alayhi wasallam swalla bihim, aliwaswalisha masahaba siku ya kwanza, siku ya pili na siku nyingine. Baadaye Mtume hakutokea kuwasalisha, wakawa wanamsubiri Mtume. Akatokea akamwambia, nimekuoneni nimewaona mnanisubiria nije kuwaswalisha, lakini nimeacha kuendelea kuwaswalisha hii swala khaufan an tufrada alaikum, nimeogopa msije mkafaradhishiwa. Mtume akaogopa, Mtume akaendelea katika zama zake, suratu tarawe hawaiswali zama za sidiqul umma. Alipokuja Umar, watu wanaswali kila mmoja anaswali kivyake vyake msikitini, akawakusanya kwa imamu mmoja Ubay ibn Kaabi, akaambia jamani, swalini hii swala. Wakamuuliza kwa nini unaiswali? Akasema tunakusanyika kuiswali kwa sababu zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye Mtume aliacha kwa kuogopa, isije kafarudishwa. Kwa sasa hivi haiwezekani ikafarudishwa. Kwa nini? Kwa sababu wahi hauteremki tena, hakuna wahi tena. Kwa hiyo ikawa hilo swala inaendelea swala tarawih, na sisi tukawa tunaendelea kuiswali kama kawaida. Kwa nini Mtume aliacha kwa kuogopea baada ya kufa mtume hamna wahi kwa hiyo hicho kizuizi kimeondoka.